Hmm. Na maana ile hali tayari kasha kuwa na maambukizi ya wale bakteria kwa sababu mwanamke alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, sehemu zake za siri zinajisafisha zenyewe tu, ndio maana tunasema kwamba mwanamke unapompa elimu basi mwambie aweze kujilinda kuto kujiingiza sehemu za siri vidole au sabuni au spray kwa sababu ya ile harufu ile ikate. Hmm. Kwa hiyo kwa namna hiyo ndio unakuta sasa mwanamke tayari kashapata mambo Pata maambukizi basi anaweza kasambazia pia wanaume wengine ambao, anaruka, kuna uh, wimbi naweza nikasema kuna wimbi kubwa kidogo la wasichana ambao wao huwa wanalalamika kupatwa maumivu zaidi, hasa wanapokuwa wanaingia kwenye mzunguko hao wa kwanza. Kuna kundi lengine kwamba huwa wanalalamika kwamba mzunguko wao unakuwa haupo kwenye mpangilio maalum. Deo. Na kuna wengine kwamba huwa wanaenda siku nyingi zaidi ya vile ambavyo inavyotakiwa kwenda hii kitaalamu uh, kidaktari. mm -hmm. Na wewe kwenye harakati uh, zako za wagonjwa ambao umewahi kwa, kwa nao au kwa, kuwahudumia kwa hii huwa inasababishwa na nini hasa? Nilizungumzia okay. Um, swala la hormonal imbalance. mm -hmm. Um, mwanamke katika mfumo wake wa hedhi huwa na siku zake sawa za kwenda hezi siku mm, tatu siku tano na siku saba. Siku tatu ni mzunguko mdogo wa ishirini na moja na siku tano ni mzunguko wa ishirini na nane wa kawaida, na siku saba ni mzunguko wa thelathini na tano ni mzunguko mrefu. Kwa hiyo huyu mwanamke anatakiwa ajue kwamba nikenda hezi siku mbili, mm, na shida ya hormone imbalance, na nikenda hezi zaidi ya siku saba, siku nane, siku tisa, siku kumi mpaka kuendelea, na tatizo la hormone Wastani, kuna ambao wanaenda siku tatu yes. na kuna ambao wanaenda siku tano yes. Inategemeana na mzunguko ulivyo, mzunguko wake wa hedhi yes, okay, pia. Na kuna siku saba pia yes. Kwa kuna mtu akienda siku saba pia sijione kwamba labda hyo ana shida, wapo ambao wenye kawaida kuenda siku saba yes. Okay. Yes. Kwa hiyo mzunguko, hiyo hiyo mizunguko mm, ni kwa kila mwanamke ipo tofauti, lakini mzunguko um, sana ambao uko unafahamika zaidi ni mzunguko wa 28 wa siku tano wengi sana wanawake huwa wanaenda ila, mm, wa siku 21 mfupi huwa wanawake wachache, na siku 35 huwa wanawake wachache. Kwa hiyo pia ulizungumzia um, um, swala la kupata maumivu kwenye maumivu yes. Yes. Mwanamke mm. um, anatakiwa ajue kuwa um, anapopata ez. huwa, na kiwango cha calcium yale madini anakuwa anayapunguza. Kwa hiyo wadada wengi sasa hivi, artificial life limeweza kuwafanya waweze kuishi maisha yale na kuweza kusahau kutumia vitu ambavyo natural asilia mm. ili viweze kurejesha yale madini yanayopotea wakati wa hedhi. Yale madini yanapopotea ina maana hayarudishi, yatamsababishia hormones ya estrogen mwanamke, na homoni ya estrogen ambayo inafanya apate hizi mm, ile homoni itapungua ufanisi wa kufanya kazi kwa sababu yale madini pia yamepungua, tamsababisha maumivu sana kwa kipindi cha hedhi. Na pili, mwanamke anapobeba ujauzito huwa mm, mtoto anachukua madini ya calcium kujenga mifupa, sababu wanadamu tumetengenezewa madini ya calcium kwa ajili ya kujenga mifupa. Sasa mtoto anapochukua madini ya calcium, kumbuka, na chukua madini mengi sana na yeye mama pia anatakiwa na madini ya kalsiamu hmm. Kwa hiyo ile kalsiamu inayopotea ina maana mama anashindwa kumrejesha kwa maana ya chakula anapotumia hmm. Inashindwa kumfanya aweze kurudi katika lake ya kawaida. Kwa ndio maana wanawake wengi pia, sababu nyingine, anapelekea anapata hayo maumivu ya hedhi na, na anakuwa makali sana. Kwa hmm. sababu mfumo wake wa hormone ya estrogen inaenda inavurugika na, na haitokuwa sawa mpaka aweze kupata ile madini kwa wingi na iweze sasa kumfanya arudi katika hali yake ya kawaida asipate maumivu, na hiyo ndio tofauti wa mm. mm. Mm. E, zamani wa bibi zetu, eh bibi zetu zamani hakupata sana maumivu haya hizi, tofauti na sasa. Sasa hivi maisha wadada wengi chipsi nini na EPID, uh, kwa miaka hii ndio imekuwa yeah. tatizo zaidi. Vipi hiyo hormone imbalance, na yenyewe pia ni kwa miaka hii au tangu kipindi hicho? Ha, haya magonjwa hmm, kwa miaka hii amekuwa kikwenda hmm, amekuwa tatizo. Hmm, haya matatizo huwa yanatokea kwa mwanamke yanasababishwa na magonjwa au mifumo mbalimbali ya vyakula au lifestyle ya maisha pia. Akiwa hmm, yes, na, na PID. Au mwanamke mwenye homoni imbalance pia inaweza kusababishwa na ile hali vya mm. ya vyakula anavyokula, vinywaji anavyotumia, anaweza kupata pia homoni imbalance, vinaweza kusababishia pia hiyo. Na kipindi sasa hivi ndo kama ulivyosema, na matatizo yako mengi kutokana na globalization, utandawazi wa mambo. Huwa mnawasaidia vipi watu wenye maradhi kama hayo? Okay. Kwanza cha kwanza tunawapa ushauri mm. sawa E, ushauri kulingana na ugonjwa wake aliokuwa nao labda PID au tatizo la hormone imbalance au ashiki ujauzito, Na maana tunampa mm -hmm. Kwanza ushauri, baada ya kumpa ushauri ataelewa tatizo lake, then tutamwambia kuna tiba sahihi ambayo itaweza kukufanya uweze kupona na kae sawa. Kwa maana kuna dawa ambazo zipo kwenye mfumo wa virutubisho lishe, ambazo zitaenda kumsaidia zizi, kumjenga arudi katika hali yake ya kawaida na mm -hmm. kama kuna yale maambukizi basi, ambiende kufanya kazi kuondoa ile bacteria infections ambao wanao. Kwa sababu ile bacteria ikishaondoka na kuwa sawa, ina maana tayari amekuwa amepona amekaa vizuri. Kwa hiyo kama alikuwa na matatizo ya kutokushika ule uzito au matatizo mengine ya mfumo uzazi vimbe, ina maana atarudi atakaa sawa kama zamani. Kwa hiyo ile ambazo zinaenda kutibu chanzo cha ugonjwa. mm -hmm. Ina maana unapotibia tatizo ndani, ina maana unaenda kutoa kitu kile ambacho kinachomsumbua. Mm. Kwa hiyo ni tiba sahihi ambayo inaenda kumfanya mwanamke arudi katika hali yake ya kawaida. O cha kwanza tunampa ushauri afu tunaenda kumpa tena dawa aweze kutumia ili aweze kupona akae sawa. Kwa mtu ambaye ndo anakusikiliza hivi sasa au anaekutizama pia kupitia Big Bros Media. Yes. Uh, amevutiwa na kile ambacho umeweza kumwambia. Anakupata vipi ili aweze kupata huduma hiyo mnayotoa? Okay, sawa. Mimi um, napatikana Instagram, uh, Dr. Hamisi. Sawa. mm. mm. Pia napatikana katika mitandao uh, Dr. Hamisi hivyo hivyo, akiweza kumtafuta na pia tunapatikana Mlimani City mm. ghorofa ya Mlimani Mlimani Tower pale, anaweza kuja phone namba mbili akatupata, then um, pia kuna namba za simu anaweza akatumia akatupigia pia akatupata mm. Yes, kwa hiyo vitu vyote vinaweza tukapatikana kwa sababu sasa kuna mitandao na namba za simu basi inakuwa ni rahisi sana kupatikana. Ah, sawa, kwa dakika chache hapa uh, umalizie kwa kuongea kile ambacho ulikuwa unatamani pia ukifikishe kwa msikilizaji na mtazamaji wa Big Boss Media. Okay. Um, kwa kumalizia nasema kwanza shukrani kwa Big Boss Media, kwa kutupa mwaliko mm -hmm. hapa kushiriki nani kuongea masuala ya kiafya ya uzazi wa wanawake nashukuru uh, pia tuweza kufanya kutu, sasa tuweze kufikisha mbali hii mm. taarifa na sisi, tunachokiomba kwamba waweze kama wana matatizo watutafute tuweze kuwasaidia mm. ili waweze kuwa sawa, tuwape ushauri pia, maana kikubwa ushauri na elimu mm. ya mfumo wa afya ya uzazi kwa wanawake mm. yes. mimi uh, niseme sina la ziada Uh, kwa haya mazungumzo machache ambayo tumeyafanya hapa jioni hii ya leo, na nikushukuru na ni washukuru pia kwa kuitika wito na kwa kuja, lakini pia vile vile uh, niwaombe muweze kufika tena siku nyingine, kwa sababu haya magonjwa na imani ni mapana sana na somo hili ni pana sana na. yes. hapa tumegusia kidogo PID na hormone imbalance bado yes. pia kuna nataka kidogo uguse UTI kwa kuna UTI na na imani, haya yote ni magonjwa ambayo ni tatizo sana kwa wadada hasa yes. kwa hiki kipindi na, kwa na imani uh, utakapopata tena wakati yes. basi ufike hapa Big Bro ili uende uweze kuendelea kutueleza uh, haya ambayo umeanza kutueleza hivi leo. Shukran sana, tuko pamoja na tazidi kufika ilikuwa hapa elimu na watu waweze kufahamu vizuri matatizo ya kiafya. Ah, shukrani. Dakika ya kumi na nane hivi sasa baada ya saa kumi na mbili za jioni, msikilizaji wa Big Bros Media, huyo umetoka kumsikiliza Dr. Hamisi na ameweza kutueleza hayo ambayo ametuambia ah, alituletea hii leo juu ya ah, magonjwa ambayo yameonekana kuwashambulia zaidi wana mama ama kina dada kwa hiki kipindi na. Hapo amegusia tu kidogo PID na ah, hormone imbalance. Hili ni somo kubwa sana msikilizaji, yawezekana usilielewe kwa haraka lakini Uh, nimemuomba, pata, kwa pia amepata tena wakati aje ili endelee kutueleza kiundani zaidi, lakini uh, kwa leo hatuna la ziada, hivyo siku nyingine pia ambae tapata wakati akija, nitakujuza msikilizaji, ili aweze uh, kutega sikio na kuweza kusikiliza pia. Elimu ni bora lakini pia vilevile vile, tiba Uh, ni bora lakini wao hawatoi kwanza tiba, wanaanza kukupa ushauri. Baada ya ushauri, basi watakupatia tiba. Hii ni Big Bros na hewani ni kipindi cha Jamvini. Breki fupi hapa, nikirejea tutaendelea na kipindi cha Jamvini hii leo.